Watanzania wenzangu, ufuatao ufua ni waraka wa amani kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania unasoma kwenu nami Joseph Malago, mtoto wa mama Tanzania. Waraka wa amani kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ishirini ishirini na tano. Shukrani, shukurani kwa Mungu muumba sisi vijana wa taifa mama Tanzania tunatoa shukrani zetu kwa Mungu Muumba, yeye atupae afya na uzima zaidi. Ametupa nchi nzuri yenye wingi wa mali za asili, bahari, madini, mito na wanyama wazuri wa kila aina. Amani, upendo na umoja wetu umekuwa ngao yetu tangu kale ya uasisi wa taifa letu. Vijana Tanzania tunasema asante Mungu kwa neema I, cool. Asante kwa zawadi ya maisha ya viongozi wetu waliotangulia mbele ya haki: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba yetu, Ari Hassani Mwinyi mzee wetu, Benjamin William Mkapa kiongozi wetu, John Pombe Joseph Magufuli kipenzi chetu, pamoja na viongozi wote waliotangulia mbele yetu, tunaombea rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Pongezi kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi vijana wa taifa mama Tanzania, tunatambua umuhimu wa amani na utulivu ndani ya taifa letu. Na kwa mantiki hiyo, tunakiri kujivunia jeshi letu la wananchi, achilia mbali viongozi wetu kwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano ambao tumekuwa nao tangu kuasisiwa kwa taifa letu hapo awali. Tunasema asante Doktari, Daktari Samia Suluhu Hassan umekuwa kiongozi mkuu na wa mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizoli mpango baba yetu umekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kasim Majaliwa Kasim umekuwa waziri waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Madam Tulia Axon, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa umma, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama majeshi yote yote yote ndani ya taifa letu na kwa taifa, na kwa nafasi ya pekee tujipongeze, tuwapongeze wananchi wa taifa mama Tanzania kwa kuendelea kuishi kwa amani, upendo na uzalendo wa kuheshimu na kufuata kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ili tuongoze ongeleni sana wananchi wa taifa mama Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu 2025 2030, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu tunatambua tulitambua uwepo wa uchaguzi mkuu uliopita siku kadhaa nyuma. Kama vijana wazalendo wa taifa hili tumeshiriki zoezi hili kwa mujibu wa taratibu zetu kama nchi na taifa. Hata hivyo, tunakiri kutofurahishwa kwa baadhi ya changamoto zilizojitokeza kwa mchakato huo, yakiwemo machafuko, matukio ya uvunjifu amani, wa amani, mali za umma kuharibiwa vibaya maduka wafanyabiashara kuvunjwa na kuibiwa mali zao. Mbaya zaidi idadi kubwa ya vifo vya Watanzania wenzetu, ambao kwa sababu fulani fulani wamekuwa wakiitaka serikali kutilia mkazo mambo muhimu na kuwajibika nayo, yakiwemo matokeo ya ka, ma, ma, utekaji na watu kupotea pasipo mwelekeo wa ukomeshwaji wa vitendo hivyo. Kama vijana wa kama vijana na wa watoto wa mama Tanzania, tunaihimiza serikali yetu mpya kuanza na kutokomeza mambo hayo machafu ambayo yanaelekea kuanza kubadili mioyo ya watu wa pole na wenye utii ndani ya taifa hili na kuwa, na kuwa ya kinyama na kukosa utu, lakini pia kuleta mpasuko unaotugawa sisi wananchi na askari wetu ambao nao tunakiri kupoteza idadi kadhaa ndani ya mchakato huo. Ni muda wa taifa lote kwa ujumla kujitafakari na kuwa na mwanzo mpya wenye baraka na maisha mapya kwetu sote, Yaani, serikali yetu na wananchi wake kuja pamoja na kushikamana tena, inawezekana. Mungu na tuongoze, au atutangulie katika kulitimiza hili kwa amani na utulivu, ikiwemo kuwabariki viongozi wetu wapya, wawe wazalendo katika kutimiza majukumu yao, awajalie moyo wa kutambua kuwa ni Mungu ndiye aliyowapa neema ya kuongoza taifa letu, hivyo wapate kujua kuwa taifa linawategemea na kuwaona kama kioo, hasa katika kuyaendea yale yaliyo mema, kufanya kazi kwa moyo wa kujitoa, uzalendo, haki na usawa. Wawe waaminifu katika kulinda na kutetea haki na mali zetu za asili ikiwemo madini yetu, vivutio vya wanyama wetu, bandari zetu, ardhi yetu, na kila aina ya hazina iliyopo kwa ajili ya mama Tanzania watangulize utu katika kufanya maamuzi wasi watangulize utu katika kufanya maamuzi wasio wenye kujikweza na kujaa sifa, ili hali wananchi ili hali ni wajibu wao kuwahudumia wananchi kwa mujibu wa sheria. Watambue kuwa wapo kwa ajili ya kutatua kero na kurahisisha maisha ya wananchi, na kwa kufanya hivyo, tunakuwa tumejitoa kwenye hesabu ya mataifa tajiri duniani kuhubiri na kwa kufanya hivyo Tutakuwa tumefanya tumejitoa kwenye hesabu ya mataifa tajiri duniani yenye kuhubiri amani kila kukicha, ilhali wananchi wake wanaishi kwenye dimbu la umaskini na manunguniko, huku wakikosa haki, kuonewa na kutokuwa, kutokuwa na uhuru wa kuisema kweli. Na hata pale tunapopata viongozi wazalendo wenye uchungu na maslahi kwa taifa, tunashindwa kuwalinda na matokeo yake kupigwa vita na kuonekana wasiofaa na pengine kuondolewa huku wachache wakiifaidi keki ya taifa hili kwa kujilimbikiza mali kwa wizi wa mali za umma, kutokuwa waaminifu katika kusaini mikataba mikubwa ya kiutendaji na kuruhusu uwekezaji mbovu usio na maslahi kwa taifa, ila wao, familia zao na vizazi vyao. Kama taifa, tunatambua kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, alipata amepata neema ya kuiongoza taifa hili kwa matakwa ya Kimungu, kulitoa kwenye machozi kuelekea matumaini yenye mwanga uliomwema. Hatuwezi kuigeuza hekima hii ama neema hii kuwa laana hakika. Hivyo, tunalaani vikali tabia za baadhi ya watumishi wa umma walio wazembe na wasiowajibika, wanarushwa na wasiowaaminifu kwa mali za umma. Tunakemea vikali tabia za baadhi ya watumishi wa umma walio wazembe na wasiowajibika wanarushwa na sio waaminifu kwa mali za umma. Tunakemea viongozi wenye kuisifu na kuiabudu Ikulu, kujipendekeza na kufanya kazi kwa kumheshimu mheshimiwa, kujipendekeza na kufanya kazi kwa kumfurahisha mheshimiwa rais pekee na, na sio wananchi. Viongozi kuzaekea madarakani, huku tukiikosa ubunifu na mawazo mapya kutoka kwa vijana maofisini. Iko wapi hekima, wazazi wetu na kwa vile mmekuwa mkitutaka kuwa vijana werevu, wasomi, na wenye mchango kwa jamii, tuwe na busara, nidhamu na maadili mema, mawazo chanya na uzalendo kwa taifa, nasi leo twaitumia hekima hiyo kuikumbusha serikali yetu mambo haya muhimu sana. Na ikumbukwe kuwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ataandikwa na kusomwa kama shujaa mwanamke ndani ya taifa letu, nasi vijana leo Tanzania tunakili kuiandika naye hiyo hadithi iliyo njema ndani ya miaka hii mitano ya mapinduzi ya kimaendeleo, kwani ndiye kiongozi mwenye upekee halisi wa kuwa rais wa kwanza mwanamke ndani ya taifa letu. Hivyo tuna kila sababu ya kumsaidia kazi katika kweli na wazi, ili kuacha alama njema na nzuri kwa vizazi na vizazi. Mwisho, E Mungu waongoze vyema viongozi wetu wapya kwenye kuwaza kwao, kutenda kwao na hasa kwenye maamuzi yao kiutendaji, yaendane na matakwa yako wewe, uliyowapa neema ya kuliongoza taifa hili na watu wako, hasa kiongozi wetu mkuu na amiri jeshi wetu mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, hekima kuu imtawale na aweze kumaliza vyema kwa amani na heshima. Ee Mungu, naomba utubariki sisi wa Tanzania na taifa letu lote, viongozi wetu, wananchi, pamoja na kila kitu ndani yetu yetu, amina. Asanteni sana watanzania wenzangu, mimi naitwa Joseph Malago, mtoto wa mama Tanzania. Huu ulikuwa ni waraka wa amani kutoka kwa vijana taifa la Tanzania kwenda kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mungu atuongoze vyema katika kuyatimiza haya. Mungu atuongoze vyema katika kila kitu tukifanyacho sisi kama taifa teule la Mungu na taifa kubwa lililoteuliwa na mwenyezi Mungu. Amina.